Ni sehemu ya mwendelezo wa ushirikiano wa kidiplomasia kati ya taifa la Burundi pamoja na Tanzania ambapo jopo la wasanii kutoka Burundi halikusita kutengeneza wimbo maalum unaoelezea ushirikiano huo ambao umejikita kuimarisha sekta ya kiuchumi katika mataifa haya mawili. Mara baada ya kufika katika ardhi ya Tanzania, wasanii hawa walipata fursa ya kutembelea maeneo mbalimbali ikiwemo bandari ya Dar es Salaam pamoja na stesheni ya reli ya kisasa ya SGR kama inavyoelezwa na mkuu wa msafara huu alipokuwa akiwaongoza wasanii hawa. Tunazungumza miundombinu kama reli ya kisasa ya SGR pamoja na bandari ya Dar es Salaam ya ki, ikiwa ni eh, kufikia malengo ya serikali eh, katika diplomasia ya uchumi, na hiyo ni moja kati ya kazi za ubalozi eh, ambao sisi tuko kule Bujumbura. Kwa kweli haya mambo ni makubwa sana eh, serikali yetu chini ya, ya Dr. Samia Suluhu Hassan na viongozi wote wa kitaifa wanafanya kazi kubwa sana, na kitu kingine ambacho ningependa pia watu wafahamu ni hili swala la reli ya SGR, ambapo eh, viongozi wako katika mchakato wa kuunganisha baina ya, ya, ya, ya Tanzania na Burundi. Sasa wasanii wenyewe kwa nafasi yao nao wakapata fursa ya kueleza kile ambacho kimewasukuma wao kutengeneza wimbo huu ambao kimsingi ni wimbo wa kimkakati unaoelezea mafanikio ya kibiashara ama fursa za kibiashara zilizopo kati ya taifa la Burundi pamoja na Tanzania. Kwanza ningependelea nimshukuru Mungu, napendelea nimshukuru, nishukuru ni as raisi, uh, raisi wa Burundi Evariste Ndayishimiye na rais raisi wa Tanzania Mama Samia. Tumekuja bandarini hapa tumepokelewa vizuri, na ukizungumzia kuhusu hii diplomasia ya kibiashara ambayo ipo kati ya hizi nchi mbili, ni kwamba si tunafuraha tunafuraha sana. Nadhani kwamba ukija kutizama hata upande wa biashara uh, watu ambao wanakuja kununua vitu hapa na kuvipeleka fasi tofauti, Burundi tuko mstari wa mbele sana, jambo jema kwetu ikiwa kwamba SDR inaweza ikafikia mpaka kuja kwetu Burundi Bujumbura nye lengo la umoja wa muungano kibi, wa, wa kibiashara itakuwa vyema sana, itasaidia mpaka taifa langu pia na raia wenzangu, ndani wema wetu Burundi na Tanzania. Amahoro n'urukundo yatufanya tusonge mbele kwa maendeleo. Ni sehemu ya kionjwa ambacho unakisikia katika wimbo huo, ukielezea fursa za kibiashara kutoka jiji la Bujumbura hadi hapa jiji kibia la kibiashara la Dar es Salaam, dhamira ikiwa ni moja tu, kuendelea kuimarisha ushirikiano huu ili mataifa haya yazidi kusonga mbele katika vizazi vya hivi sasa na vizazi vya hapo baadaye. Mimi ni Rajab Chwaya.